Dr. Mohamed Seif Khatibu. Mheshimiwa, vipi inatengenezwa ilani ya uchaguzi? Kwanza tunakuwa na nyaraka za mwelekeo wa, wa, wa, wa serikali wa katika miaka kumi au ishirini ijayo. Kutoka mwelekeo hiyo inaandikwa na chama chetu ndani yake, tunachukua sehemu kwa sehemu. Kila miaka mitano tunachukua sehemu fulani na kuanza kuiandikia ili kuomba upata ridhaa ya wananchi. Kwa hivyo, ilani ya uchaguzi inatokana na mielekeo yetu na mazingira yetu na shida zetu na matatizo yetu ambayo Chama cha Mapinduzi kinakaa kitako na kufikiria jambo gani waliingize katika ilani ya uchaguzi kwa miaka mitano ijayo. Mafanikio ya ilani yanapimwa vipi? Inapimwa na baada ya miaka mitano au katikati ya katikati ya, ya muhula, kwa kawaida, ilani yetu, na si miaka mitano. Kwa hivyo ama kila baada ya mwaka nusu au miaka, miaka mitano, kuona kwamba yale ambayo tumeahidi wananchi Kiasi gani yametekelezwa. Ilani ni mkataba kati ya wananchi na chama kila cha utawala. Ilani iliyomaliza muda wake imefanikiwaje? Ni vigumu kusema takwimu hapa, lakini najua kesi kubwa sana imetekelezwa, kwa sababu naangalia katika maeneo mbalimbali, angalia kwenye maeneo ya barabara na maeneo ya usafiri, maeneo ya uchumi, maeneo ya kilimo, ufugaji, kila eneo limepata nafasi kubwa sana. Asilimia tisini ya ilani yetu imetekelezwa kwa Chama cha Mapinduzi. Um, ni waandishi wetu hao, Marine Hassan Marine akishiriki.